Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela wamesaini makubaliano ya ushirikiano katika kufanya tafiti za pamoja kwenye masuala ya sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Makubaliano hayo yamefanyika kwenye semina ya kuwajengea uwezo wa wataalamu masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kuhusiana na kazi za jopo la mabadiliko ya sayansi ya hali ya hewa na tabia nchi jijini Dar es Salaam chini ya viongozi wa TMA na NM-AIST. Lengo likiwa ni ushirikiano katika masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu katika kuchagiza na kuongeza ufanisi na tija katika huduma za hali ya hewa na katika matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kuhakikisha kwamba tunakuwa na Watanzania wengi wataalamu wa, wa, wa wengi kutoka Afrika Mashariki na Kati na kutoka Afrika wakishiriki katika kazi ya jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi IPCC na hilo ndio lengo letu kubwa, na tumeandaa iwasha kwa kushirikiana na wenzetu uh, chuo cha Nelson Mandela uh, kwa lengo hilo moja tu. Lakini lingine ambayo tumelifanya leo uh, na wenzetu wa chuo cha Nelson Mandela ni kuingia uh, makubaliano, kusaini makubaliano ya ushirikiano katika masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu kwenye maswala mtambuka lakini hususa katika masuala ya kuchagiza na kuongeza ufanisi na tija katika huduma za hali ya hewa, lakini pia katika matumizi ya uh, teknolojia za kisasa kabisa ikiwemo masuala ya akili mnemba. Nichukue fursa hii kuwaomba sana Watanzania wote na hususa wataalamu katika vyuo vyetu vikuu vyote kushiriki ipasavyo katika Uh, kazi za jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini pia katika nafasi yangu kama kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa, nitumie fursa hii pia kuwaomba tuendelee kufuatilia na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa, hususan ni taarifa za tahadhari ya matukio ya hali mbaya ya hewa, ambayo kama tulivyosema hata katika washa hii, matukio hayo yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wake kutokana na ongezeko la joto duniani na kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi kwa ujumla wake. Tumekubaliana kufanya mambo makuu matatu. Moja ni ushirikiano katika maswala ya utafiti, utafiti katika maeneo mbalimbali mbali yanayohusu hali, ya hali ya hewa, maswala ya hali ya hewa, maswala ya mabadiliko ya tabia nchi, na moja eneo ambalo tumeanza kujadiliana hapa ni namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri afya ya akili na eneo hili tutashirikiana tuta, tuta, tuta tutafanya utafiti kwa kushirikiana kati ya TMA na Chuo Kikuu cha Kairuki. Eneo la pili ni namna ambavyo Nelson Mandela itaweza kushirikiana na TMA kwenye kuendeleza eh, teknolojia teknolojia na ubunifu, na kama ambavyo mkurugenzi mkuu amesema, eneo ambalo sisi kama Nelson Mandela tungetaka ku, ku, ku, ku, kuwa na mchango ni matumizi ya teknolojia za kidijitali, teknolojia hizi zinazochipukia kama akili mnemba AI. Sisi tunawezo, tuna uwezo, tuna wataalamu, tuna maabara zinazofanya kazi katika ile eneo. Tungependa kuiwezesha TMA kufanya kazi zake kwa kutumia teknolojia hizo zaidi. Tunajua wanafanya, lakini tungetaka kuongezea spidi zaidi kwa kuunganisha nguvu kati yetu na wao watumia wataalamu wa Nelson Mandela katika eneo hilo <tumia>